Je, hamtalijua? nitafanya njia hata jangwani. Lile neno hamtalijua ina maana ya kwamba Mungu analeta fursa mimi nawe, kazi yetu ni kuzitambua hizo fursa. Time is linear and secular, muda unatembea sorry. Season inazunguka, muda huwa unaenda hivi haurudi nyuma tukimaliza ishirini ishirini na tano hatutakuwa tena na ishirini ishirini na tunaingia ishirini ishirini na sita Lakini hivi, unaelewa? Ni namba tu zitabadilika. Kama hatukuwa na malengo, hatukuwa na mikakati, hatukufanya kazi kwa bidii na nidhamu, hatukuwa na target, tutakuwa na maisha yale yale, mitaa ile ile, masengenyo yale yale. Majira yana tabia ya kujirudia, lakini wakati mwingine majira yanaporudi, time ya kufanya jambo inakuwa imeenda. Mvua unayoona hivi mwakani itanyesha tena, lakini mvua ikinyesha, huwa ni wakati wa kupanda. Usipopanda hakuna kitakachoota, ingawa mwakani itanyesha tena. Kila Januari ni majira ya watu kwenda shuleni. Watoto wadogo kama wewe, una miaka saba, majira ya shule yakaja, hukwenda shuleni, yatarudi tena mwaka mwingine, hukwenda shuleni. Muda unaenda, wakati majira yanazunguka hivi, muda wako wewe unafanya nini? Unaenda, yalikuja ukiwa na miaka saba, hukwenda, yakarudi tena, una miaka minane, hutarudi saba. Yanakwenda, yanakukuta una miaka kumi, hutarudi. Yanakwenda, una miaka ishirini na nane, majira ya shule yataendelea kurudi tu. Unafika miaka thalathini, unasituka nasema, hey, hivi mimi sijui kusoma na kuandika. Huyo unajitokezea shuleni, wanakuona una mandevu na nini nini, unakuja kusoma darasa ngapi? Nasare. <laughs> Time imefanya nini jamani, vijana wa kiume? Bwana Yesu asifiwe sana. Majira yanaenda, wakati wa kuoa unaenda, una miaka ishirini na tano, unaona bado watu wanaoa na kuolewa, 30 wanaoa na kuolewa 40, unakuja kushtuka miaka 47. Hey mchungaji, nini, nataka kuoa mimi, sina shida. Haina shida, tunakufungia ndoa. <laughs> una miaka 49, ndio mtoto wako wa kwanza anafanya nini? Anazaliwa. Kwa hiyo mtoto wako wa kwanza akizaliwa na miaka 49, atafika akiwa na miaka kumi, wewe utakuwa na miaka mingapi? Kwa hiyo vijana, sasa mnangoja nini? Nisikilizeni mimi, nawapa ushauri. Usisubiri eti mpaka uwe na nyumba uwe na nini. Hamna, unaweza ukaoa bado kwenye chumba chako na Mungu akakubariki, si ndio? Mradi utafute mtu wa saizi, asikuchanganye saizi, unatafuta Asiku yule ambaye mna fitin wa kufanana naye, ana fitin mnaweza mkaanza pamoja pale kwenye godoro lenu chini. Amani tupo baadaye, mnanunua kitanda. Amani tupo baadaye, hao vikochi viwili tatu. Amani tupo baadaye, kativika nchi ishirini na tano <laughs> Amani tupo baadaye, hao mmepanga nyumba nzima. Amani tupo baadaye, hao mmejenga nyumba nzima. Amani wale wanaokukataa wanakuona sasa uko kwenye nyumba yao, na chaguaga yale makabila hayana mahali nyingi na... Na serious siku moja nilikuwa nasema na wazazi mahali fulani, nikamwambia, nyinyi wazazi ambao Mungu amekupa wa watoto wa kike, kijana akija, wewe changamka haraka tu, mahali siwe ishu sawa sawa, eh? Kwa sababu hiyo ni neema. Vijana hawa wa sasa wakaja wakasema, mchungaji, tunataka kuoana kwa, kwa utaratibu, hiyo ni nini jamani? Mzazi kama unaelewa hiyo, unachangamka ha